Kwanza nitumie nafasi hii kuvishukuru sana vyombo vya ulinzi katika mkoa huu wa Pwani, mkoa wa Dar es Salaam pamoja na Morogoro kwa kazi kubwa ambao wamefanya wakishirikiana na bonde la wameruvu. Juzi tulikuwa zetu Kitomondo, tuliona mto ulikuwa umechepushwa, lakini tumeurudisha katika hali yake, na leo nimepata wasaa wa kuja kutembelea mtambo wetu wa Ruvu Juu. Ile operesheni ambazo zinaendelea zimeleta matokeo chanya. Kwa hiyo kikubwa ambayo naomba ni kwamba operesheni ziendelee na kipaumbele chetu kwa sasa, maji haya yote yawe kipaumbele kwa binadamu. Lakini jambo la pili ambalo tunalisisitiza kwamba kiwango cha sasa ambacho tunacho kizalisha maji, basi kigaiwe kwa usawa. Kwa hiyo maelekezo kwa DAWASA kwamba kiwango hiki hiki cha maji ambacho kimepatikana na tulichonacho kigaiwe kwa usawa. Na jambo la tatu naendelea kusisitiza tumejitahidi kusimamia kwamba kila maeneo yafikiwe na hii huduma ya maji, ila tumeia hapa siku leo watapata hawa kesho watapata hawa kesho kutwa watapata hawa kesho. Lakini kwa kiwango hichi ambacho tulichokuwa nacho na katika mazingira ya sasa, basi tuhifadhi maji, sababu ukihifadhi leo yatakuhifadhi kesho. Kwa hiyo lazima tutengeneze utamaduni wa kuhifadhi maji. Lakini jambo la mwisho naombe sana wana Dar es Salaam, wana Pwani, tuwe wavumilivu na hiki ni kipindi cha mpito tu, tutavuka salama. Faraja ambayo tunaoipata kwamba baadhi ya maeneo mvua imeanza kunyesha, na amini kwa mvua hizi ambazo zitaanza kunyesha hivi karibuni, basi tutarudi katika hali yetu, na mamlaka yetu Dawasa itaendelea kutoa huduma na tutarudi katika hali yetu ya kawaida. Ni kweli tunategemea kupata mvua za vuli, lakini mvua za vuli kwa mwaka huu zilikuwa chache, na hivyo kiwango cha maji kwenye vyanzo vyetu vya maji vilipungua. Kwa kama jukumu la taasisi tulihakikisha kwanza kukagua vyanzo vyetu vya maji na kutoa changamoto zilizokuwa zinasababisha maji kupungua. Naamini kabisa kwa zoezi ambayo tumeendelea kulifanya kwa maana ya kusitisha zile shughuli ambazo ni za, ni za maji ambayo sio ya kwa ajili ya matumizi ya majumbani, hivyo tumezisitisha, na kinachofanyika sasa hivi tumekuwa tukipita kwenye maeneo yote kwa, kuona, kwa kufanya doria na kiwango cha maji e, kimezidi kuongezeka katika mto. Tunaamini kabisa kwamba ni kipindi cha muda mchache, na baada ya pale hali ya ya matumizi ya maji itarudi katika hali yake ya kawaida.